Asante sana tunashukuru, lakini tutalipiza, tutapindua meza kwa Mkapa. Shida ilikuwa wapi, wana Simba Sports Club, mtarajia kupata ushindi lakini yameshindikana, amepoteza ugenini goli mbili kwa e, shida ilikuwa ndo hivyo, haikuwa bahati yetu. Nafasi tumepata tumezipoteza, bahati ikawa yao, wamepata lakini hatujakata tamaa, gemu inachezwa tena tarehe tisa. Tutapambana, hmm. Tunao uwezo wa kufunga goli tatu. Matumaini hapa, ya kufuzu nusu fainali. Matumaini hapa mb... tujakata tamaa hmm. hey. hmm. wana Simba tuja matumaini hapa tujakata tamaa uwezo wa kufunga goli tatu tunao hmm. hey. Kwa namna timu ilivyocheza leo eh, chini ya mwalimu Fadlu Davis, timu imecheza imecheza sio vizuri sana hmm. sio vibaya sana kuna makosa mengi yamefanyika lakini kocha atafanyia kazi hmm. kwa namna safu ya ulinzi ya Simba imekuwa leo ni dhaifu sana kumwangalia, Chamuka la bwa pamoja na Hamza wamekuwa wamekatika sana mpaka Simba wanakuruhusu bao. Unadhani nini mwalimu afanye mechi ya mahudiano katika jimba la Benjamin Mkapa, katika safu yake ya, ya, mabeki na ya wachezaji wake, atawaelekeza atawaambia, sisi tumenyimwa penati ya halali, lakini lile goli kumbe viala ipo, wakwenda kuangalia penati yetu, wameenda kuangalia goli lao, umenielewa? Mm. Mm. Lakini hatutafanya makosa wakija kwa Mkapa. Mm. Tunajua kwa Mkapa atoki mtu mm. Wale ni weupe tu wale, wale ni weupe watapigwa kwa wale Mkapa goli tatu, hawana mpira wowote mpira mm. Hawana wowote, bahati tu mm. leo mm. umenielewa? Wale tunawapiga mm. goli tatu kwa Mkapa tarehe mm. tisa, hiyo haina mm. shaka, haina mm. shaka. Natumaini mm. Kibu Dennis mm. Mpira umemkataa, alitakiwa kocha afanye hesabu mapema kumtoa Kibu. Mpira leo ulimkataa, sawa. Eh, kupoteza ya mbili bao mbili wapinzani, na Africans sasa hivi wanabaki wanawacheka. Mlisema mnashinda ugenini, hawawezi kutucheka sababu so, bado hatujatoka mpaka tarehe tisa ndo tutajua, umenielewa? Tarehe tisa ndio fainali. Goli mbili zile ni ndogo tu, tushamfunga mtu goli saba pale, au umesahau? Goli saba tumemfunga mtu sisi, ndo Simba wa Mkapa achomoke, hawana mpira wote wa kawaida tu wale, ile kauli hii, tumeruhusiwa tunaenda kuvuka. Bado ipo kwa wana Simba Sports Club, ipo kuvuka, lazima tuvuke, tuingie nusu fainali, lazima tutavuka. Ubaya ubwela, ubaya ubwela bado upo unaendelea, mm, eh, kwa namna ambavyo Simba imecheza hii leo. Mechi ya mahudiano, Simba Sports mwalimu Fadlu Davids afanye nini ili mpate matokeo na kufuzu? Atajua mwenyewe cha kufanya mwenyewe, kashaona macho anayo, umenielewa. Lakini na hakika atafanyia kazi makosa yaliyofanyika atarekebishwa, sisi tuna tuna uhakika mpira ndio sawa uwanjani, tuna uhakika goli tatu tutashinda, uwezo huo tunao na asante sana.